Sifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombe. Karibu kwenye chaneli ya mamake Phoebe Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rosari ya kila siku, maombi na mafundisho ya kanisa Katoliki. Kama bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Masomo ya misa Jumapili, dominika ya 27 katika kipindi cha kawaida mwaka C. Somo la kwanza: Habakuki sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu kisha sura ya pili mstari wa pili hadi nne Somo katika kitabu cha nabii Habakuki. Ee Bwana, ninakusihi hata wakati gani, nawe hutaki kusikiliza? nitalia udhalimu wala hautaki kuokoa. Kwa nini unanifanyizia nione uovu, unanishurutisha kuangalia taabu? Unyang'anyi na ujeuri ni bele yangu, uhovi na mabishano yametokea. Hapo Bwana akanijibu akasema, andika maono uyachole wazi katika vibao ili mtu apate kuyasoma upesi, kwani maono haya yatatimia wakati uliowekwa saa iliyokusudiwa yatatokea wala hayatadaganya. Kama yanakawia uyagojee, kwani yatakuja hakika, wala hayatachelewa. Mtu mwavu atakuwa na roho yenye kupotoka, lakini mtu mnyofu ataishi kwa imani yake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana Zaburi sura ya 95 mstari wa kwanza hadi wa pili, sita hadi 7 abc 7 d hadi 9. Kitikio: Ingekuwa heli leo msikie sauti yake, msiifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ingekuwa heli leo msikie sauti yake, msiifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ingekuwa... msiifanye mioyo yenu ye kuwa migumu. Inge kuwa leo msikie sauti yake, msiifanye mioyo yenu ye kuwa migumu. Joni, tupigie Bwana kelele za furaha, tumshangilie mwamba wa wokovu wetu, tunje mbele yake kwa shukrani tumfanyie shangwe kwa nyimbo na zamburi. Ingekuwa ni leo, msikie sauti yake, msiifanye mioyo yenu ya kuwa migumu. Njoni tumwabudu na kusujudu, tumpigie magoti Bwana aliyetuumba, Kwani yeye ni Mungu huru wetu, sisi tu watu wa marisha yake na kondoo wanaochungwa, wanaochungwa kwa mkono wake. Ingekuwa leo msikie sauti yake, msifanye mioyo ya ya yenu kuwa migumu. Ingekuwa leo msikie sauti yake, msifanye mioyo ya ya yenu kuwa migumu, kama huko Meriba, kama baba zenu waaliza siku ya masaa jangwani, waliponi jaribu baba zenu waliponi pima, ijapo walikwisha walikwisha ona matendo yangu. Ingekuwa leo msikia sauti yake msifanye mioyo yenu kuwa migumu leo msikie sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Somo la pili, Timotheo wa pili sura ya kwanza, mstari wa sita hadi nane, kisha mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nne. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo wa Timotheo. Mpendwa, Ninakukumbusha uiamshe neema ya Mungu iliyomo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa maana Mungu hakutupelekea roho ya woga, bali roho ya nguvu na wa upendo na wa kushika kiasi. Basi usione aibu kumshuhudia Bwana wetu, wala usione aibu kwa sababu yangu mimi niliye mfungwa wake, bali uvumilie pamoja nami kwa ajili ya ijiri ukitegemea nguvu ya Mungu. Mafundisho kamili uliyoyasikia kwangu yawe mfano wako katika imani na upendo uliyomo katika Kristo Yesu. Amani nzuri hiyo uitunze kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Neno la Bwana. Neno la Bwana la dumu milele, ndilo neno mlilohubiriwa katika habari jema. Somo la Injili, Luka sura ya kumi na saba, mstari wa tano hadi kumi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule mitume walimwambia Bwana: tuongezee imani. Bwana akasema: mngekuwa na imani kiasi cha puje ya hardari, mngeuabia mkuyu huu, ng'oka, kapandikizwa baharini, nao ungewatii. Nani kati yenu mwenye mtumishi wa kulima au kuchunga ng'ombe, atamwambia anaporudi kutoka shambani, jo uketi ule chakula? Je, hatamwambia, niandalie chakula, jifunge kanzu, nitumikie mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo utakula na kunywa wewe? Je, atamshukuru mtumishi kwa sababu amefanya aliyoamriwa? Nanyi pia mkishafanya yote mlioamriwa semeni, sisi ni watumishi wasioona faida, tumefanya tu tuliyopaswa kufanya. Ijili ya Bwana. Tafakali ya siku. Mada ya leo, imani inatenda miujiza. Mada inayounganisha masomo matatu ya leo ni imani. Katika somo la kwanza, Mungu kupitia nabii Habakuki anawahimiza watu wa Israeli kutokata tamaa kwa sababu ya shida au hali ambazo zinaonekana kutikisia imani yao kwa Mungu. Katika Injili, Yesu anatuambia kuwa imani ni msukumo wenye nguvu sana na ina uwezo wa kutoa matokeo yasiyotarajiwa. Imani siyo kitu kinachotupatia haki ya kupata thawabu. Ni zawadi ambayo hutusaidia kuelewa maisha na inatuletea furaha. Lazima tumshukuru Mungu kwa hilo. Wakati mwingine tunasahau zawadi ambazo tumepokea na, hit, na inahitaji kuchochea moto, na mara nyingine tujue tena hali yetu ya bahati tuliyopewa na jukumu ambalo linajumuishwa. Hivi ndivyo Paulo anavyopendekeza kwetu katika somo la pili. Mwisho wa tafakali.